Kuna wakati mmoja mkulima alipata yai kubwa porini. Hakujua ni yai la ndege gani, lakini akamua tu kulipeleka nyumbani. Akaliweka yai hilo ndani ya banda la kuku pamoja na mayai mengine. Baada ya siku chache, vifaranga wakatoka pamoja, na yule mmoja akiwa tofauti kabisa. Alikuwa mkubwa, manyoya yake yalikuwa tofauti na wengine, lakini kwa kuwa alizaliwa miongoni mwa kuku, aliamini yeye pia ni kuku. Siku zikasogea, miaka ikapita, na yule tai alikuwa akifanya mambo yale yale kama kuku wengine. Alikuwa akitafuta wadudu chini, akikimbia tu badala ya kuruka juu, na alipoona ndege wakipaa angani alitamani, lakini akajisemea mimi siwezi, mimi ni kuku. Siku moja mwanasayansi alipita karibu na shamba hilo, alimwona yule ndege mkubwa. Alishangaa, kwa nini tai yupo na kuku? Akamwambia mkulima, huyo sio kuku bali ni tai, anaweza kuruka hadi mawinguni. Lakini mkulima akacheka sana na kumjibu Huyu hawezi kuluka, amezoea kuwa kuku. Hata akijaribu kuruka atarudi chini. Mwanasayansi akasisitiza, akamchukua yule tai, akampandisha juu ya ua wa shamba, akamwambia, wewe ni tai, ruka. Tai akamtazama, akaangalia chini, akaona kuku akitafuta chakula kwa shida akashuka tena. Siku iliyofuata, yule mwanasayansi ya kukata tamaa akampeleka tai juu ya mlima mkubwa sana, mbali na banda. Asubuhi yenye upepo mzuri, jua likichomoza, akamwambia tena kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu, wewe ni tai, ulizaliwa kuruka. Fungua mabawa yako. Tai akatazama juu, akaona ndege wengine wakipaa angani. Ndani yake kitu kikaanza kubadilika, akapanua mabawa yake makubwa, upepo ukaingia ndani yake, na kwa mara ya kwanza akapaa. Akaruka juu juu, akapotea mawinguni, na tangu siku ile hakurudi tena chini kuwa kuku. Funzo katika hadithi yetu hii, wengi wetu tumezaliwa kama tai, lakini tunaishi kama kuku kwa sababu ya mazingira tuliyokulia. Tumeambiwa hatuwezi, tumeogopa, tumeamini mipaka ya wengine. Lakini ukweli ni huu, ndani yako kuna uwezo mkubwa kuliko unavyofikiria. Usikubali kuishi kama kuku wakati uliumbwa kuruka kama tai. Usisahau kusubscribe ku comment na kushare stori hii kwa wengine wengi, ili waweze kujifunza. Asante.